Wakati Vincent Kaluma anayejulikana kama Kaluma Boy alipojiunga na mtandao wa TikTok mnamo Februari, dhamira yake ilikuwa tofauti na wenzake ambao walikuwa wametoka shule ya pili. Walipokuwa kifuatilia mitindo, Kaluma alitumia TikTok kutafuta msaada kwa babake aliyekuwa mgonjwa ambaye ameishi na kiharusi kwa miaka mingi hadi sasa. Kupitia video zake aliandika na kuonyesha maisha magumu anayopitia huku akifanya kazi ngumu kwenye mashamba na kumtunza baba yake peke yake. Wakati Vincent Kaluma anayejulikana kama Kaluma Boy alipojiunga na mtandao wa TikTok mnamo Februari, dhamira yake ilikuwa tofauti na wenzake wengi ambao walikuwa wametoka shule ya upili. Walipokuwa wakifuatilia mitindo, Kaluma Boy alitumia TikTok kutafuta msaada kwa babake mgonjwa, ambaye ameishi na kiharusi kwa miaka mingi hadi sasa. Kupitia video zake aliandika na kuonyesha maisha magumu anayopitia huku akifanya kazi ngumu kwenye mashamba ili kumtunza baba yake. Siku ya Jumapili, mamia ya Wakenya walikusanyika kwa mshikamano pamoja katika hafla iliyopewa jina la Kaluma Day, wakichangia chakula na vifaa vya kusaidia familia yake. Jiji tulivu cha Ngaru katika kaunti ya Uthaya, Nyeri, kilipata uhai, huku mamia ya Wakenya wakifurika kwa wingi na kwa upendo pamoja na binadamu Bari hii ya ubinadamu inayoundwa na Wakenya kwenye mtandao maarufu wa kijamii mtandao wa TikTok ilimiminika katika shule ya msingi ya Ngaru ikibeba chakula, zawadi na matumaini. Yote hayo yakimuunga mkono kijana ambaye hadithi yake imegusa mamilioni ya watu kote nchini. Walisafiri kwa mabasi, pikipiki na magari ya kibinafsi hadi nyumbani kwa kijana huyo anajulikana kwenye mitandao ya kijamii kama Kaluma Boy, kijana wa TikTok ambaye ameliamisha taifa kwa kujitolea kwake kwa babake ambaye amekuwa akipambana na ugonjwa wa kiharusi kwa miaka mingi kupitia TikTok Kaluma alisha video zilizoteka hisia ya Wakenya, huku akionyesha matukio ya kumjali babake kwa kumlisha, kumuosha na kumtembeza na kumpeleka babake kliniki, ambazo zimemgeuza kwa ishara ya huruma na nguvu. Matendo yake ya kujali yalizua vuguvugu la huruma nchi nzima na kubadilisha huruma mtandaoni kwa umoja wa maisha halisi. Kaluma Boy alionekana akichuma na kuuza chai katika mashamba ili kugharamia matibabu ya baba yake. Wakenya vijana haswa walifika nyumbani kwa kina Kaluma Boy ili kumshika mkono. Kaluma Boy alisimama kwa kutoamini, huku mamia wa Wakenya wakiimba jina lake wakimwita shujaa wa kweli na mapenzi ya kweli kwa wazazi wake. Kahali ya hisia, wazazi wa Kaluma walitoka na machozi huku wakiwashukuru Wakenya kwa kujitokeza, si kama wageni bali kama familia moja iliyounganishwa na upendo. Kujitolea kwa Kaluma kumeonyesha jinsi wa Kenya wakiamua jambo lao wanakusaidia bila kujali ukabila, wala dini ama siasa. Tukio hilo limeonyesha sherehe ya upendo isiyo na mipaka, ujumbe ambao Wakenya hawahitaji kusubiri serikali ichukue hatua na ukumbusho wa kuwa ubinadamu ungali hai. Hapa nimekuwekea video yote jinsi wa Kenya walijitolea kwa wingi ili kumsaidia Kaluma Boy. Bila kusahau jina langu ni Kamanda Nicholas Mwita. Tafadhali subscribe na nikutakie wakati mwema. Bye. Kutoka leo kuendelea mbele Karoma ni Brad Abasida, yes, wa Mofam Nikisema mofam unasema kaluma mofam, mofam. Nikisema kaluma unasema branda basenda kaluma branda basenda. Nikisema branda basenda un... na wakikataa kutulisha sisi tutatoa bendera tulishane wenyewe kwa wenyewe kwa Kaluma. Eh, nimeona nilikuwa Church, pole ndio, nilikuwa nahubiri ndio tumemaliza ibada. Okay. Lakini nime, ninajua kuna story ya Kaluma Boy na baba yake. Okay na nilisema tutamshikilia mpaka mzee apone na kijana asimame. Hey, na, na, na sasa. uh -huh. Nimetuma my chairman, my patron, yes. mo, Maakoko, na nikapatiana chakula okay. Na nimepatiana kitanda ya kusimamisha baba ya Kaluma. uh -huh. Hata amebalishwa saa hii. Amevalishwa hiyo kitanda. Utapigiwa picha ashavalishwa. Ah, nimetumana hiyo itamsimamisha na atapata nguvu hata kama ni kukula atakuwa nakulia hapo. Asante. Yeah. Alafu kuna electric, kuna wheelchair electric inakuja. Electric chair. Wapi ndio? Eh, ndio akitaka kwenda. Eh. Uh -huh. Akitaka kuenda anaenda bila kusumbuka na Karuma asim, asisu, asikuwe na kazi mzito ya kumshikilia. Kabisa. Alafu sasa my patron atajua nini Kaluma anaweza fanya. Okay. Ili tumsaidie aweze kusupport baba yake. Bishop Bishop, hey, Bishop Ben. Haya, Bishop Ben. Ben. Eh, kwa hivyo. Haya, Haya, Haya, kidogo kidogo, kidogo, tu tulieni tulieni, yes. Kuna kitu inaitwa top shotter yeah? Kuna kitu kitu inaitwa inaitwa top shotter yakeyidog na hiyo tuna celebrate mtu yoyote ambaye amesimama na Kaluma. First of all, tunataka kukupea top shota. Hello? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Haya, tulieni, tulieni. Kitu ingine yes. Kitu ingine tungependa kukujulisha mm-hmm. Haya kidogo, ninamwambia Kitu ingine tungependa kukuambia yes. Ni ya kwamba Mofam ni eche ya person yes. Tunajengea Kaluma nyumba yes. Na chairman wako wamesha tupatia 300,000 Kenya shillings. Wow! Na hamesapotiwa na mtu mwingine hapa mawe, na tunaendelea. Sasa na mimi aha. Sikia, ni bishop anaongea, bishop anaongea. Sasa na mimi nihesabiwe mabati. Eh, eh. Na simiti 100. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. JCM. JCM. JCM. Gaja. Sasa ni bishop sasa Bishop. Yes, sir, on behalf ya Kaluma family and all the TikTokers. Yes. Na familia yote yenye imekuja ku support Kaluma. Yes. Tuko na one information to you. Yes. Naomba tu usikize vizuri. Nitasikiza. Chris, itabidi umesikiza tena. Nitasikiliza. Kwa sababu on Sunday. Yes. Saizi si Kaluma Mm. Anaitwa Branda Basenda Kaluma wa Mofam. Ashafanywa Branda Basenda? Yeah, Sasa, uh -huh. Uh, mimi najua tutamalize hiyo kujenga hiyo nyumba Okay. na kesho nitaenda kupeleka nitaenda kule kwa Raha Premium Kavagara. Uh -huh. Sikizeni. Ni, nataka kesho kwa sababu niko na mkutano na Raha Premium Kavagara. uh -huh. Nao nione vile wataingilia mpaka tumalize hiyo nyumba kwa haraka wapi makofi ya Bishop? God bless you so much. Tuona vile itamalizika haraka. Eh, uh, eh. -huh. Alafu nyinyi wote mko hapo. Mnasikia nyinyi wote mko hapo? Mnasikia? Nyinyi wote mko hapo. Ile siku tutaenda kufungua nyumba ya Kinakaruma. Tutaifanya chapati forum. Tutaifungua na chapati. Kwa hivyo nitaongea na Joy Mills watupatie ile unga yote tutapika huko, si hapo? Ni sawa? Yes. Sasa siniwaombee, ndio game ya Arsenal. <laughs> <laughs> What, nikawa ya Arsenal. Waacha tuombewe, sindio? Lakini before Bishop utuombe